Ambao naangalia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ni e, ujio huu mkubwa kabisa, msafara ambao utatoka hapa Terminal 1 kuelekea katikati kati ya jiji la Dar es Salaam. Kama hivi ambavyo mnawaona wageni ambao tuko nao hapa, Sharifu Hatmi ambaye yeye ndio mwenyeji wetu, na huwa ana kawaida kila mwaka kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kuja nchini Tanzania e, kuja kuangalia hapa, kuongea na Watanzania, lakini mengi akiwa anawafanyia dua Watanzania wote pamoja na kuiombea amani nchi yetu ya Tanzania wake wa kumi na moja. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo natimiza miaka kumi na moja kuja hapa katika rehla zangu za dawa hususan katika mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni kumi la mwisho la Ramadhani, huwa nina ada yangu kila mwaka kuja hapa kwa ajili ya ya da'wa. Wanaanza hapa Dar es Salaam mpaka kuelekea katika kisiwa cha Zanzibar. Leo kwa mwaka 2025 natimiza na miaka 11, walillahi alhamdu, na mshukuru sana Mwenyezi Mungu, na naweza kusema yote ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa mara hii sikutegemea wala sikutarajia kuweza kumpata mwalimu wangu ambaye ni shekhe langu ambaye ni mlezi wangu Alhabib Asaid Abdulqadir bin Said Ahmad bin Muhamad Adnan Alahdali. Sharif Abdulqadir ni shekhe wangu, ni mzee wangu, ni mlezi wangu ambaye amenilea kwa mara hii kuweza kuandamana na ye katika msafara wangu kama huo, ambao ni ada yangu kila mwaka, na si rahisi yeye katika mwezi wa Ramadhani kutoka katika nchi ya Kenya. Siwa, si sidhani mimi katika maisha yangu yote nilioishi kwa muda wa miaka hii hajawahi hata mara moja kutoka nje ya nchi katika mwezi wa Ramadhani. Ni mara yake ya kwanza, kwa sababu majukumu alionayo yeye ni mengi sana, mikoa mingi sana katika nchi ya Kenya. Katika mwezi kama huu wa Ramadhani, huwa anazunguka katika musabakatul Qur'an na katika darasa mbalimbali. Kwa hivyo, sharifu kutoka nje ya nchi katika mwezi wa Ramadhani ni jambo ambalo haliwezekani, lakini kwa mwaka huu ni mara yake ya kwanza nilivyomuomba ili aweze kuandamana na mimi na alhamdulillah akanikubalia. Kwa hivyo hii ni bahati kubwa kwangu mimi, namshukuru Mwenyezi Mungu na nataraji katika ziara kama hii kuwa nina fahari ya kutembea na mwalimu wangu, nitajifunza mengi kupitia kwake na alhamdulillah. Na nayeye pia tutamsikiliza Sharifu inshallah japo machache, pia ndugu zetu wapenzi wetu wa Tanzania wangependa pia kusikia sauti yake inshallah. Sheikh Fatimi, kabla yeye mwalimu wako hajaongea, labda wewe tu tuambie ziara yako hii itakuwa ni siku ngapi na wapi na wapi ambapo Watanzania wategemee kukuona katika ziara hii? Alhamdulillah, leo tumewasili, ni siku leo kidogo ya kupumzika, kwa sababu hii safari tumetoka nchi ya Kenya, hatujapumzika, tukitoka katika shughuli sana nane za usiku, tunaunga safari na mpaka sasa hatujapumzika, lakini kesho inshallah tuna miadi ya kwenda kumona mheshimiwa Mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah ambaye ye ni mwenyeji wetu, lazima tukifika mahali kama hapa tukamtembele. Kesho tuna ratiba kuelekea kwa mheshimiwa mufti, lakini siku ya Alhamis ambayo itakuwa ni laylatul jumaa tutakuwa msikiti wa Mtoro, katika mkesha wa msikiti wa Mtoro chini ya imamu mkuu Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadan Abbas. Tutakuwa pale, yeye ndiye mwenyeji wetu atakayekutupokea na inshallah kutafanywa dua maalumu ya kuombewa kiongozi wa nchi mama yetu mheshimiwa mama Samia Suluhu Hassan, yeye na wasaidizi wake, na pia kuiombea nchi kwa pamoja, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi. Kwa hivyo hapo tutafanya dua maalumu ya kumuombea kiongozi wa nchi mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan, na baada ya hapo kutakuwa kuna nafasi kama ada yangu kila mwaka, huwa nazungumza na Sharifu pia amepangiwa kuzungumza, kwa hivyo tutafanya muhadhara mkesha wa mtoro Alhamis kwa mkea Ijumaa kesho kutwa tutafanya, na baada ya hapo, siku ya Ijumaa itakuwa ni safari ya kuelekea Unguja, tunaelekea kisiwa cha Zanzibar. Tutakuwa na ratiba, baada ya salati aljumaa tutafanya muhadhara katika Masjid Nuru Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa Sheikh Uthman Maalim, ndio atakuwa ndio mwenyeji wetu hapo Zanzibar insha allah Juzi tumepata baraka zako kutufanyia dua ukiwa kwa nje ya Tanzania na eh, Firdaus Dua Center tumepokea dua wote kwa pamoja. Labda nini ambalo unamweleza mkurugenzi wa Firdaus Dua Center, Dr. Sheikh Sharif Firdaus Alkatib? Alhamdulillah, tunapongeza katika kazi ambayo ambao bado unaifanya, na alhamdulillah, juzi alinipiga simu kwa video call nikiwa nimetoka katika safari ya kutekeleza ibada ya umra, na kwa hapo hapo nikawa niko katika mji wa Madina kurudia Kenya, lakini alhamdulillah tukashirikiana pamoja. Hivi sasa ni ulimwengu wa utandawazi social media ziko zinafanya kazi na akaniomba nifanye dua akiwa na watu wengi sana katika kituo chake na tukafanya dua kwa pamoja, alhamdulillah rabbil alamin. Sharif Said Karim, Tanzania. Asante, umeionaje Tanzania? Mzuri sana. Nini ambacho wakitegemewa na Tanzania hususan katika hili kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ah, tutategemea Waislamu watajitokeza kutefuta ule usiku wa cheo wapitikie wakiwa wako katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunatarajia inshallah Mwenyezi Mungu azifanye somo zetu ziwe ni makubuli. Hmm. Sasa, oh, shehe, taarifa ambayo tumepata hapo mtafanya pia ibada kuweza kumombea Mheshimiwa Rais kwa hmm, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana kwamba mama yetu Samia Suluhu Hassan, na pia mmezungumzia kwamba kuna uwezekano pia mkaenda Zanzibar, vipi kwa rais wa Zanzibar kule Dr Mwenye, kuna nafasi yote ya dua anaweza kaipata? Insha Allah, insha Allah eh, tuko tayari sisi kuomba Mungu kwa Tanzania yote. Kwanza twaiombea Mungu Tanzania ipite kwenye kipindi cha uchaguzi kwa amani, kusitokee maafa yoyote, na wale viongozi walioko katika uongozi tuwaombea Mwenyezi Mungu awaonyeshe njia ya kuongoza hii nchi kwa amani. Shukra. Sheriff Said Tanzania wanakupenda sana na kwa sababu wewe ni unakuambia wewe wewe ni Simba wa Twarika na pia eh, kijana wako mjuku wako huyo Dr. Sharifi Daud Alkadiri amelelewa katika mazingira ya Kitwarika. Nini ambacho labda unawaambia Watanzania wote ambao wao nao katika misingi ya Kitwarika? Tuambia wabakie kwenye misingi ya twarika na tuendelee kutangaza dini kwa amani. Hatutaki kutangaza dini kwa vurugu vurugu, tuatangaze dini kwa amani na tupende dini yetu na tuwapende wanadamu wote, tusitangaze dini kwa njia za chuki. Hi, hili ndo, uh, ndio wasia wangu ninaotoa sana. uh, watu wa, wawe watatangaza amani, waishi amani. Tanzania ni nchi ya amani. Shukri. Dini zote zinaishi kwa amani, sisi tuwe ni watu wa amani, kwa sababu wapenzi wa mtume Salama. Salama. Watu wa tarika Salama. Ni watu wa amani. Ana la kumalizia hapa. Kula kumalizia ni kwamba tunawakaribisha nyote tushirikiane katika mkesha wa msikiti wa mtoro Shabu. Na tupate kumwombea dua kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na pia vile vile pia tutakuwepo eh, kule kisiwa cha Zanzibar, tutafanya muhadhara Masjid Nur Muhammad, vile vile pia tutamwombea dua maalumu viongozi wetu Mheshimiwa Dr Hussein Ali Mwinyi tutamwombea, Mheshimiwa Rais Dr Hussein Mwinyi pia tutamwombea. Wote hawa ni viongozi wetu, tunawapenda, tunawajali, tunawathamini na tutawafanyia wote kwa jumla. Inshallah kwa haya machache niseme salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daktari Sharifu Firdaus al-Qadiri umekuwa ni mmoja wa watu ambao umefika hapa Terminal 1 kuupokea ugeni mkubwa huu kutoka nchi jirani ya Kenya. Nini eh, kauli yako mara tu baada baada ya ya kuwapokea viongozi naam? Alhamdulillah rabbil alamin, baada ya kumshukuru Allah niseme kwamba ugeni huu ambao tumejiliwa nao ni ugeni mkubwa sana sana sana, ni ugeni ambao una mchango mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania na watu baada ya kupitia ya kutangaza posa zimbali mbali, watu wametoka nje ya Dar es Salaam, na mwambie Sheikh Sharif Al-Hatimy kwamba watu wametoka nje ya Dar es Salaam, watu wametoka mikoani, ni kwa ajili ya mkesha wa wa, wa Lailatul Qadr ambao utakuwa pale msikiti wa Mtoro kwa Shahabas na wa, baadhi ya watu hivi ninavyosema wako njiani, wanakuja hapa Terminal 1 kuweza kupokea ni ugeni huu. Kwa hiyo, wallahi tumejiandaa vizuri kabisa chini ya mufti wetu Daktari Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana ni ugeni huo. Na sisi kama wanatwarika, tarika zote, wallahi, huu ni ugeni wetu, tunajidai nao, tunajivunia nao, na hii ni mara ya kwanza. Uh, Sheikh Abdul Kadir uh, mwanachuoni mkubwa, sisi wa Tanzania. siri hii kama habari alikuwa ana namwambia hivi, sisi tunamwita Simba wa tarika, tunamkubali tunampenda sana, na sisi tuko tayari kwa siku ambazo atakuepo katika nchi yetu ya Tanzania na visiwani Zanzibar kuungana naye inshallah, na waandishi wa habari sasa, ni kuombeni taarifa hizi kuanzia hivi sasa mzisambaze katika umma uweze kupata habari. Kuna wengine hawajapata habari, lakini pia ni kuombeni sana, niko chini na shima alaikum. Ni kuombeni kila tutakapokuwa tunakwenda msikiti, basi na kuombeni tuwe tuwe pamoja kwa ajili ya kurusha live pindi hivi, ili Watanzania na walio nje ya Tanzania waweze kustafidi, sababu hii ni fursa adhim sana watu wote wataombewa, waliokuwa na shida mbalimbali, lakini hasatan kuombea nchi yetu. Just uliona Mufti Abubakar Zubair bin Ali Mbana Alisema kwamba katika kipindi ambacho inabidi tuombe sana, ni dua ni kipindi hiki cha uchaguzi, tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe sana rais wetu na tuombe uchaguzi ambao uko mbele yetu. Sina mengi zaidi ya kusema, mimi niseme kwamba wageni wetu karibu sana, mashehe zangu, walimu zangu, sina ulimu wa kusema, naona nikisema nitaweza kuharibu, ila nimenongonezwa kidogo na watu waliokuwepo hapa ni wengi sana. Mbia, tupate dua kutoka kwa Sayyid na eh, Abdul Qadir baba yetu, Simba wa Twarika, watu wote waliokuwepo hapa, tunahitaji tupate baraka yako ya dua inshallah. Tuanzie huku huku, tumekufuata huku huku, wafanyakazi wa hapa airport na wao wanahitaji waweze kupata baraka zako inshallah. Kama utaniridhia inshallah, karibu katika hili inshallah.